Hapana, Tipi, usinilaumie hapa. Tunaweza kujadiliana mradi tuweze kupata shadow, maana kabisaaasasa tunaweza tukafanyaau Mm. Eh, n msitu mkubwa huu mimi nawaambia nimechoka, ndugu zangu, pale mlivyoondoka pale hamwezi amini, yule mwenye pete tena kafika pale, haki ya ha, Mungu, nawaambia yani kafika pale alivyokuja ndo nikaona kwamba Mama yangu tumekufa, yaani hakuna kitu kingine kya kufanya mimi nawambia, ndugu zangu, hapa tunapasua moja kwa moja mjini, hakuna jambo lingine la kufanya hapo. Ndo umefikiria Shadow, kama nikurudi mjini, sasa tuondoke. Eh, eh, sasa rafiki yangu Kamuna ha, wewe unauliza Kamuna? Yani wewe bangi zinakutuma hivyo? Kamuna huku ni kijijini kwao, au sio ndugu yangu Andrei? Kamuna yeye ya anajua huku yeye ndo aliyotuleta kwa mganga, na yeye ndo ameleta hizi tatizo zote, sisi tuondoke bana. Mbona tuli